Wananchi tumepata hasara kubwa sana, nyumba zetu zimeporomoka, vyakula vilishavamiwa na maji vikawa vimeharibika, wengine zaidi ya gunia ishirini, wengine zaidi ya gunia kumi, wengine tatu, na wengine ina maana, na mpaka sasa hivi hela zao nyingine zimedumbukia ndani ya maji, hawajazipata mpaka hivi na mpaka hivi, ina maana wengine wameshindwa jinsi ya, ku, ya kuweza kujisaidia kutegemeana na kilimo chakula. Lakini ndio hivyo, tunaomba ingalau serikali tuangalie kwa jicho la huruma na kutuletea misaada ya namna mbalimbali ambaye kuna waye baadhi ya wenzetu wamewekwa makambini kule, wanapata baadhi ya misaada lakini sisi tuliojihifadhi kwa ndugu na jamaa bado hatujafikiwa na misaada hiyo ya serikali. Mimi bwana, katika siku hii ya leo nimefarijika sana kwa Hamisi Mkotya kuzama ndani ya maji mazito kama haya, yaani ameshinda viongozi wenzake wote ambayo waliokuwa wanakuja. Amekuja mkuu wa mkoa, amekuja mkuu wa wilaya, mbunge Juma Selemani Nkamia, wameishia barabarani ila mimi pongezi zangu nampa kiongozi kama huyu mwenye uzalendo wa kuyafika kufika ndani ya maji na kuingia bila wasiwasi. Unadhani kwa nini amefika? Mimi nadhani huu ni uzalendo aliojitolea na kuona hali halisi kwamba ndugu zake jinsi hali ambayo iliyokuwa imepata ni hali ya masikitiko makubwa sana. Hii ndio Olbolot ya sasa ambayo miaka ya nyuma watu waliishi na familia zao kwa furaha na amani na wakifanya shughuli zao za kiuchumi na shughuli nyingine za kijamii. Lakini kwa hivi sasa kijiji hiki cha Olboloti kilichopo kata ya Mrijo wilaya ya Chemba kimekuwa ni kijiji ambacho kimepooza, ni kama vile wananchi wake wamepigwa ganzi kulingana na hali iliyopo ya mafuriko. Nyumba nyingi zimeanguka, nyumba nyingi zimezingirwa na maji kama jinsi mnavyoona hii hali, na wananchi wake hivi sasa hawapo tena katika haya maeneo, wengine wamehifadhiwa makambini na wengine wamehifadhiwa kwa ndugu jamaa na marafiki. Kwa yoyote anayetazama, kwa yoyote anayeguswa, Mtanzania yoyote mzalendo, hebu tuwaonee huruma hawa ndugu zetu. Msaada wa aina yoyote unahitajika, msaada wa vyakula msaada wa madawa, msaada wa magodoro na misaada mingine yote ya kibinadamu, ili kuweza kuwafariji ndugu zetu ambao wako katika maisha ya dhiki na maisha ya tabu. Ewe ndugu yangu mwana Olbolot, ndugu yangu mwana Mrijo chini, mwana Kaloleni, na Watanzania wengine wote wanaoguswa na hali ambayo wananchi wa Olbolot wanaishi hivi sasa, kulingana na haya madhara, hebu guswa ukapata moyo wa uzalendo